Tumsifu Yesu Kristo. Basi awali ya yote ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na kufanikisha walau kufikia siku ya leo na kujumuika hapa kwa pamoja kama wanakanda, ukihitimisha matembezi ya msalaba, kwa maana msalaba wa Jubilei kuu huu katika kanda yetu, lakini haimaanishi tumehitimisha matembezi ya msalaba, ila leo tuna msalaba katika jumuiya yetu, kujumuiya zetu. Pia, ni mshukuru baba paroko wakipekee kwa malezi yake na kwa kuja kuazimisha na sisi ibada e, hii takatifu ya misa takatifu ya leo tunapokabidhi huu salama. Kwa kifupi nitoe tu mzunguko ulivyokuwa. Msalaba wetu uliupokea mafumbuka kutoka kanisani ukaandia jumuiya ya mtakatifu Monika utendeza. Baada ya hapo tukakabidhi kwa jumuiya ya Maria Maria walitembeza. Baada ya hapo, wakawakabili jumuiya ya mtakatifu Yosefu mfanyakazi, na wao wakakabili kwa jumuiya mwenyeji wetu wa leo ambao ni jumuiya ya mtakatifu Matias. Kwa kimfupi, ndivyo ilivyokuwa na tunahitimisha. Na kimsingi, msalaba huu ulipokuwa unatembezwa, baba paroko, huu ni mara ya pili hesabu kuanzia mwaka jana. Ilikuwa pia na matembezi ya msalaba mtakatifu wa jubilei ya jumuiya ndogo ndogo za Kristo binafsi mimi, kinachonishangaza ni kwamba tunapotembeza msalaba watu h wanajitokeza wengi sana tofauti na tunapokuwa tunasali zile jumuiya za inii baada ya jumamosi ya kawaida katika. Kwa hiyo ni jambo la heri sana basi. Msalaba huu uamshe matumaini ndani yetu, hasa kipindi hiki tulicho na ujenziao. Tunashukuru kama alivyotangulia mwenyekiti mwenzangu wa kanda, hata sisi tunashukuru kwa kuja kushuhudia zoezi hili la kupokea msalaba. Sisi wanakanda na mtakatifu Fransisko wa Palao, utaratibu tulioweka, tutatembeza msalaba huu kwa kuanzia jumuiya ya mtakatifu Padre Pio ambayo ndio ipo jirani na sisi, alafu tutafuata jumuiya ya mtakatifu Brigita, itaenda jumuiya ya mtakatifu Maria Magdalena, na mwisho tutamalizia kule mwisho jumuiya ya mtakatifu Martha.